Mambo vipi wewe mtazamaji wa VIP Online TV, uko na mimi host wako Mu Mendes. Leo niko na wanangu ambao wanafanya poa kwenye kudansi, hususan kanda mzima ya kusini na kusini mzima, niko na wanangu hapa watatuelezea nini wanafanya na ilikuwaje, mpaka wakakutana na mpaka wakatengeneza connection ya kutengeneza bonge moja la kundi ambalo linafanya poa kwenye event kibao. Wamefanya kazi na wasanii kibao, wamefanya kazi na watu wengi yani kiasi kwamba ili kundi limekuwa imara, kiasi kwamba hata baadhi ya watu wanaelewa kama wao watu ni ndugu. So leo tutapata exclusive interview kutoka kwa wajamaa ambao wanafanya poa kwenye dancing. So nakukumbusha wewe mtazamaji bila kusahau, wajibu wetu wa VIP Online TV usisahau kulike, kucomment na kushare pia kuingia kwenye peji zetu zote, kufanya subscribe ya channel yetu. Na mwanangu ni aje? Fresh inakuaje? Fresh kama kawa. Na mwanangu vipi? Ujama sana. Kwa pamoja labda nikitaka mwaelezee watazamaji wa VIP Online TV nyinyi wakina nani na mnafanya nini hapa mjini? Bwana, sisi tunaitwa Most Wanted Crew ni kundi la kudensi Mtwara kusini na Tanzania kwa ujumla ya yeah, hivyo ya yeah. ilikuwaaje mpaka mkaamua kufanya hiki kitu ambacho mnakifanya this time, kwa sababu hapa mjini au sehemu nyingi kuna vijana wengi ambao wanapitia kwenye nyakati ngumu au afya njema kwa jamii yetu, hususan kuna wengine wanaingia kwenye drug, kuna wengine wanavuta bangi, kuna wengine yaani wanatumia tofauti sana. Hivi vitu ambavyo nyinyi mmeamua kubondi na kuiaminisha jamii kuwa dancers ni kazi kama kazi nyingine. Uh, kwa ufupi, kwanza ili we dansa kuna, kuna mambo mengi sana kwa mfano kwangu mimi kwa upande wangu nikijiongelea, hii ni kama talenti kwangu. Toka niko kwa mdogo naifanya hii kazi kisha gumaya sasa mkubwa mimi. Yani ile ya, ah usicheze bwana sijajua nini mm. Na before hapo mimi nilikuwa ni mwimba kwaya kanisani kwa, kwa dansa kanisa ile church nini, unajua ile mtoto mm, wa kanisa mtoto wa kanisa sana eh, kabla sijakuja huko na mambo baba nini na unajua tena mm. Eh, kwa hiyo Yes, mimi kwangu ni kama kazi na pia ni kitu ambacho kipo moyoni mwangu na kip, yani nafanya kutoka simoni mwangu najua kitanilipa na hata na hata kama hakinilipi sasa hivi, hata kwa baadaye pia kitanilipa. Okay, okay. Hapa, mwana wetu, je, jitambulisha unaitwa nani, ili watu wapate kuelewa wewe ni nani na kwenye hii crew ni kama nani, na utuelezee ni nani ambaye alitoa idea ya kuanzisha hii crew ambayo umeanzisha. Uh, go by the name officially Dan Rocks Remar, most wanted crew. Mimi ndio nilitoa idea ya kundi mnamo 2016. 6 nilikuwa skuli, unajua kipindi cha kusoma soma, lakini inaonekana unasema ulianzia shule. Na kama ulianzia shule na mimi crew ilikuwa na watu wengi sana, lakini hapa nawaona wawili. Kwanini hapa wawili? Kwanini, kwanini, kwanini, kwanini hapa wawili? Uh, ni changamoto tofauti tofauti alafu na pia tumejigawa kutokana na majukumu. Mm. Kuna watu wengine walikuwa nasoma mwana kuna wengine walikuwa chuo huko chuouko ila tupo wengi lakini, okay. Tu ilikuwaje mpaka wewe na huyu ndo mmebondi sana, yaani ndo kitu ambacho nataka tukielewe zaidi. Unajua, kuna kuna nyakati, kuna baadhi ya watu nyinyi wanafikiri ni ndugu eh, kwa sababu ya bondenu ambayo mmeiweka kwenye kwenye kazi zenu. Hem, ilikuwaje yani mpaka mkakutana na jamaa mka mkaamua kutengeneza hiki kitu na mkawa ni bora, yani yani mko bora, kwa sababu nimeshaona show zenu nyingi. So hem, tuelezeni ilikuwaje. Ah, uh, kipenzi mwanza, issue nzima dancing, mmekutana na Roni ilikuwa mwaka 2018 meli kwa kutoka Dar es Salaam nimekuja huku katika harakati zile za kucheza cheza, kuzunguka kuna kule, kakutana mwanangu, yeye anafanya kitu kama ninachofanya mimi, kwa hiyo tukaje, tukaorganize hiyo, tukawa then tukakaa yeah, pamoja yani ndio tukawa tunaishi nyumba moja hivyo mpaka sasa, maana nasi tunafanya kitu kimoja. Na hey, Aroni we ni dansa mzuri sana na kuona unafanya poa sana, ilikuwaje mpaka ukashawishika ukaamua kuingia kwenye hii Kundi yenu ambayo mnaita Most Wanted ambao nafikiri mnafanya poa sana so, ilikuwaje mpaka na wewe ukaamua kuweka bondi na huyu msikaji maana naona pia yenu iko poa sana. Eh bwana, kwanza mimi kabla ya wote nimetoka Mwanza, si unajua, eh? Msukuma, eh, msukuma kabisa. Eh bwana, nimetoka Mwanza nilikuwa na kundi langu, nikatoka Mwanza nikaenda Dodoma pia nilikuwa na kundi langu, nikatoka pale Dodoma nikaenda Dar pia nilikuwa na kundi langu. Huko nilikuja kwa sababu ya chuo, lakini baada ya kufika huku nikutana na wanangu lakini kipindi tunafika huku, ndugu yangu sikumkuta, nimekuta ndugu zake wengine ambao walikuwa huku. Sasa siku siku kwanza tumekutana, nilikuwa ni bichi, tukapiga na ubato kwanza pale tukashinda, tunajua tena simjuane kidogo tuka tukuli na ambaye kama vile tunafanana naye mm. ndio jamaa kurudi pale kuona kwa yako ndugu yangu, katika kukua tuna dessness vile, kuna vitu yani kuna, kuna vitu ambavyo tulikuwa tuna hatuachani yani, kama mfano masarakasi haya, baadhi ya stomsi, si kwa hata muonekano ule, urefu nini, mtu akituangalia ona muona kama wana kitu fulani hawa muona kwa ndio hivyo tunahisi. Sasa labda unajua dancers ni kazi kama kazi nyingine. Kuna wazee wazee wetu wanaamini dancers ni uhuni. Hebu jaribu kuwaambia ku, watazamaji wa VIP online, na wapate kuelewa kuwa hiki kitu mnachokifanya si uhuni, bali ni kazi kama kazi nyingine. Hebu jaribu kwa ikeni, watazamaji wetu waherewe hii biashara ambayo mnaifanya na mmenufaika nini tangia mlipoamua kuanzisha hili kundi na kuwa pamoja na kufanya kazi kwa pamoja. Ee bwana, ku dance sio uhuni. Uhuni ni mtu ambaye kaamua tu mwenyewe kwa moyo mwenye wake kufanya uuni, lakini dancing sio uuni. Tunamwangalia mtu kama Chino sio mm. watu kama na Papi Ske kina Dadi Bwai wale mm. kazi ya dancing ndio kitu ambacho kinaweka mjini mpaka sasa hivi mm. kwa hiyo pia ni wale kama yani kama wanatushisi na sisi pia tupambane, tufike walipo. Kuna mtu kama mzee Yobo yes, anamesha mazuri sana kupitia, yeah, dancing. Sio ni kweli? Ni kweli, eh kwa dancing kama mzee yote, mama sii, kaka kama una mdogo wako na mwanao huko, yes. Anapenda kudensi, yes. Kudensi sio uni. Kudensi, yes. ni kazi hata kama sio kwa sasa hivi, atanufaika kwa baadaye pia, ipo ikionekana kama haja nanii. Kuna vitu vingi za kufanya lakini densi sio uni, ni kazi yeah, kama kazi yeah, nyingine Aro, nani dini? E, hivi unawaambia una nini, vijana ambao wanakaa, wana, wana tu maskani, wengine utakuta wanavuta bangi, wengine wanatumia drugs, wana wengine wana, yani wanajishughulisha kwenye vitendo ambavyo si vitendo vyema kwa jamii yetu ambayo inatuzunguka ina na naamini kama wangeamua kuwa kama nyinyi, nafikiri wangekuwa bora. Sasa sijui unawaambia nini hao watu hili wapate na jui, hatu, wa wao kutengeneza kutengeneza kutengeneza kapu kama yenu, na kufanya vitu kwa ubora na, na kufanya vitu ambavyo vinaleta tija kwa jamii. Uh, ishu ya kwanza, mm. kijana kama kijana eh. mm. inatakiwa ujitambue, unafanya mm. nini na unaelekea wapi? Mbona mm. kama sisi mm. tulijitambua mm. kwamba sisi tuna, tuna talenti fulani, tuachane na mambo haya tufanye kitu hicho kwa pamoja ushirikiano kwa juhudi ili tufanikishe malengo yote ambayo sisi tunataka mm. Kwa kijana kama kijana mimi, na kushauri tu, achana na sima maswala nasema mia darati yes, eh, yes, yes, yes. Kutumia sima dawa hiyo, ndio hiyo nini, nini. Mm. kuna, kuna, kuna baadhi ya sehemu tukipitaga hivi unaweza kusikia dini aroni dini aroni wanashea demu mmoja au wakipataga demu wa vijana wanasema, hem, mnajua ni jinsi gani. Nataka niliongee nini em, niambieni hii habari. nakuaga ni, ni. ni, na ni kweli inaongelewa au ni watu tu wanaamua kutokana, ah, kwa vile wanaona muko muda wote wanaamini, hata wewe ukiwa na demu anaweza akamdate huyu au wewe akamdate. Hem, tuwekeni sawa, maana naona hivi vitu vinaongelewa sana mtaani ah, ese, kwanza mimi na mawasiliano yangu na mawasiliano kabisa na mtu wangu na ndugu yangu, anamheshimu pia na yeye pia, na mawasiliano yake mtu wake namheshimu. Kwa hiyo mimi nahisi labda ni scandal tu. Hapa unatuambia hajirini, ndio ni scandal tu. Unajua nini, mwasi, tunavoishi kuna watu watufanyanisha sana, that's why kuna sehemu naweza nikaepo mimi mm, mimi nikaitwa jina Aroni mm, afu nasema naweza kawa Aroni akaitwa jina langu mimi. Kwa hiyo hadi hadi wachumba nini wanaweza Demu ya Aroni akakuta wewe dini ya Aroni, si ndio? Hapana. Yaani na mkuu watu ah, <laughs> <laughs> <laughs> wanatufananisha sana. Eh. Watu tutaita mapacha. Eh. Kwa hiyo naweza nikaa, let me say kama mwanamke wa Aroni naweza nikakaa naye same. Tunapiga story tu lakini, watu wakaja kama ni Aroni alikuwa na demu yake. Eh. Eh. Yes. Pia Aroni anaweza kukaa na mwanamke wangu mimi. Akapiga story tu kawaida, sijaje so, shemeji, mm, lakini watu wanaashumu vitu vingine. Okay, labda nikitaka niwaulize kitu kimoja msha kuwa mmeingia kwenye biashara ya dance na ndo mwisha kuwa dance ndo maisha yenu, dance ndo nyinyi, wewe ni dance na dance ni wewe, na unakifanya wewe, na mnatarajia kufikia kwenye level gani ili kuendelea kuwaaminisha watu kwa kitu ambacho mnafanya nyinyi sio uhuni? Kwanza mimi kwa mli wangu bado unaruhusu kufanya kazi hii, umeona. yes. yes. na mali wangu bado mimi si makubwa yes. na natarajia kufika juu zaidi ya wale ambao wako juu sasa hivi yes. Mungu akijalia fresh Mungu akibless, lakini mm. na support ya watu mkitusupport, mkitu pia mm. kizuri tu tu. Kitu kizuri kwetu, mtakua metuongezea kitu fulani tunapataka sisi hapo. mwanaitu sina la kuongea. sio kweli? unaweza kuongea. Labda nikitaka niulize swali moja la kizushi. Mwalimu wako kwenye dance Daddy boy. Kwa nyinyi wote, inaonekana Dadi Boy ndio mtu ambaye mnamzimia kwenye dance. Mbona wako wengi? Kuna Moze, kuna Kili Afro, yani, kuna watu wengi ambao wanafanya poa kwenye dance, why Dadi Boy? Why Dadi Boy? Yes. Dadi Boy amebezana vitu vingi sana yes. Sio sarakasi afro, si si b-boys, kwenye, kwenye anacheza vitu vingi mona. mm -hmm. mm -hmm. Na mimi ndio nafuata yule yule. Ah, okay. Kuna tunaona sasa hivi dance imebadilika madansa wengi sasa hivi wanaingia kwenye, kwenye kuimba pia. Na muona mfano Chino Kidd, Dadi DJ Dadi, mwana wetu, tunaona anafanya anaimba na yeye wakina Dadi bwana wenyewe ambao mnaomwangalia kama CEO pia na yeye anaimba sasa. Na nyinyi tutegemee mtafikia makomando. Nakumbuka wakina Msami wote ni madansa lakini wanaimba, na nyinyi mnaweza mkafikia huko ambapo wapo wao sasa hivi. Ah, kama si wenyewe tushie kutoa ngoma na sio ngoma tu, tushie kushirikishwa na ngoma za wanamtwala wengi sana. Umefanya ngoma gani? Kwa mfano sisi tuna ngoma yetu, ilikuwa ma inaitwa Mande, japokuwa haijaenda sana vile, lakini ikitokuwa, tuna ngoma inaitwa Mande. Pia kuna ngoma Sindimba ile ya Damiduro, nyimbo mnasema ilikuwa ina nyimbo inaitwaje? Mande Ah, Mande nisikia Mande nikasema ni au ndo kwa kile kitu ambacho kinaongelewa kwa mkaamua kurudisha kwa jamii kwa kuambia kwa poa wanetu. Tunashukuru tumepiga story, nafikiri kuna vitu vingi sana watu watakuwa wamejifunza, hususan wewe mtazamaji wangu wa VIP online TV. Mimi hapa host one Mendes, nilikuwa nawaambia msisahau ku like ku comment ku subscribe YouTube channel yetu kwa kupata habari zilizokuwa bora na habari za haraka, ciao.